Oh. Eh. Eh. Wakiongoza ibada ya maziko kwa ajili ya kumwombea marehemu Naomi Marijani, baadhi ya viongozi wa dini wanasema, hakuna jambo ambalo atakuwa nalo asinishirikishe, hakuna baraka ambayo ataipata Naomi asinishirikishe. Mwanamke huyu alikuwa na uwezo wa kupika chakula na sevu kwenye poti anapeleka kwa mchungaji maa mchungaji ni mwana niwaletee chakula, ukanacheka. Naomi alikuwa mpenda haki. Haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu ya watu wote. Na wanaume wenzangu, hata mimi ni mchungaji, lakini ni mwanaume, ni baba, ni na mke na na watoto watatu. Jamani, kwa kweli kama wito walivyotolewa kama umehitrafiana hilo siyo suluhisho la mwisho Kaka wa marehemu bwana Ismail Marijani akatoa wasifu wa marehemu huyo Naomi. Ali kitu ambacho unaweza ukamuelezea kwa sentensi moja, alichukia dhuluma, alikuwa mpenda haki, ilikuwa ni kama unataka ukosani naye basi ujihusishe na dhuluma. Naomi namtambua na namkumbuka, na kama dada mwema, sio mwema tu, mwema sana. Na hapa ndugu jamaa na marafiki wa marehemu Naomi Marijani wanaelezea wanavyomfahamu marehemu, pamoja na kubainisha masikitiko yao. Nitoe tu ushauri kidogo, wananchi wa Mbambua, kuna waliooa, kuna wasiooa. Kama hampatani na mkeo Pitiza kesi yenu kwa halmashauri ya walei, kwa wa balozi wa nyumba kumi, kwenye mwenyekiti wa kitongoji, kwenye mwenyekiti wa kijiji, kuna mahakama ya mwanzo, kuna mahakama ya wilaya, kuliko kutoa roho yake. Februari 26 mwaka huu mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam ilimhukumu kunyongwa hadi kufa mume wa marehemu Naomi Marijani, bwana Hamisi Luwongo, mara baada ya kupatikana na hatia kumuua mkewe kwa kumchoma moto kwa magunia mawili ya mkaa Mei 15 mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kutoka hapa katika makaburi haya ambapo pamezikwa mabaki ya mwili wa marehemu Naomi Marijani hapa katika kijiji cha Mbambua wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Mimi naitwa Lawrence Lisakeli wa ITV.